na mke ambao ni wakazi wa mtaa wa Namanyingu manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani humo kufuatia kifo cha mtoto wao Danrod Mahundi mwenye umri wa miaka thelathini na sita. Taarifa ya Hamza Mashole kutoka Ruvuma inafafanua zaidi. Kukata mshangano, manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma ya kumuua mtoto wao aitwaye Donald Mahundi. Kabla ya kifo akijamkuta Donald Mahundi, kaka yake wa pili kuzaliwa, ambaye ni Hodo Mahundi, anasema mdogo wake alikuwa haelewani na baba yake. Ghafla akaanza kusumbuliwa na homa pamoja na jino. Alipojaribu kuwakutanisha ili kupata suluhu, haikuwezekana. Kama nilivyosema kwamba walikuwa hawapatani na mzazi wake, yani baba yake, ndipo nilipokuwa nimechukua jukumu sasa la kumtafuta huyu mzee na kumkalisha kwamba nafasi hii sasa inabidi wewe kama mzazi uitumie sasa kupatana na mtoto wako huyu. Mzee akisema kwa mimi, kwa kuwa ameshaniuzi sana, sitaweza kukubaliana hoja ya wewe kwamba nilizike kupatana na mtoto wangu. Na kwa hiyo alikataa moja kwa moja na kuapia kuchukua udongo, kuapia kabisa njia msalaba sitaweza kulizika. Kwa hiyo maelezo yake tu kutokubali kupatana na mtoto wake, mimi naweza nikakubaliana naye kwamba hiyo ni mhusika namba moja wakiwa makabrini, wananchi wanasema mzee Mahundi aliwaomba vijana wachimbe kaburi ili awape pesa. Mzee huyu amekiri mwenyewe, kwa kweli mimi nimekiri nimeua, na bwana amekiri hapo, ila nitatoa elfu arobaini watoto wachimbe. Vijana wamekataa kuchimba kabuli kwa shilingi elfu arobaini, wanasema chimba mwenyewe kabuli ili mpaka liishe. Umati wa watu waliokuwepo makabrini, waliosimamia wazazi wote wawili wachimbe kaburi hilo peke yao. <laughs> Mimi nafanya kazi ya kuchimba kaburi. Natuhumiwa kwamba nimemloga, nimemuua mwanangu. Kwa imani za kishirikina, wakati mimi sielewi. Wao wanasema kwamba alienda kwa waganga kwenda kuagua, wakaambiwa baba yako na mama yako ndio waliemuua, wana mloga ndugu yenu. Kwa hiyo mimi baada ya kutokea mafa, nimeambiwa kaburi nichimbe mpaka liishe kama alivyofurahia kuua. Hizi shughuli za uchawi mimi sizielewi. Huyu kijana alikuwa anaumwa na kilichokuwa kinamuuma kilikuwa kinajulikana, kwa sababu alienda hospitali. Alikuwa anaumwa malaria, akanywa alu. Baada ya kunywa alu, akawa anaumwa jino, akaenda kutoa. Inasemekana lile jino lilikatikia, alikutoka lote. Baada ya kuchimba kwa muda mrefu, mzee Mahundi aliomba akaonyeshe kijana wake alipo, na walipofika nyumbani, hali ilikuwa tete, na polisi wakawa wamefika na kuwataka wananchi wakazike mwili huo, hivyo hakuweza kuonyesha alipomficha kijana wake. Kwa hiyo la kwanza tuusitiri huo mwili, lakini mambo mengine tuendelee kushughulikia. Kifo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. <coughs> Hapa ikabidi jeshi la polisi kutumia nguvu baada ya wananchi kuwazuia kuchukua watuhumiwa. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo wamegoma kuzika mwili huo, hivyo wamechukuliwa na jeshi la polisi na kwenda kuhifadhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma katika chumba cha kuhifadhia maiti, na watuhumiwa wanashikiliwa na, na jeshi la polisi kwa mahojiano zaidi. Nikiripoti kutoka Songea mkoani Ruvuma, mimi Hamza Mashole wa TBC.